E, bwana karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania leo Mei kumi na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tumekuletea story kutoka Sudani ambako watu kumi na nne wameuawa kufuatia shambulizi la kombora lilofanywa na wapiganaji wa Rapid Support Forces Uh, ambao inajulikana kama ni RSF katika kambi ya wakimbizi ya Abu Shouk iliyoko eneo la Darfur Magharibi nchini Sudani. Shambulizi hilo limetokea jana Jumapili ambalo imeelezwa kuwa ni la kushtukiza na lililenga maeneo ya raia walioko kwenye kambi hiyo iliyokabiliwa na baa la njaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa maofisa wa mashirika ya misaada ya dharura, kombora hilo lililenga soko la kambi, misikiti, na makazi ya karibu na miundombinu ya umma, jambo lililozua taharuki na kufanya iwe vigumu kwa waokoaji wa awali kufika kwa haraka kuhudumia waathirika. Ni hali ya kutisha, hakuna salama tena hata katika maeneo ya misaada ya kibinadamu, alisema mmoja wa wahudumu wa misaada kwa masharti ya kutotaja jina lake. Kambi ya Abu Shouk ni moja maeneo makuu yanayowahifadhi maelfu ya wakimbizi wa ndani waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na migogoro ya awali na vita vya sasa vilivyozuka mwezi Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kati ya jeshi la Sudani na RSF. Tangu kupoteza kwa udhibiti wa mji mkuu wa Khartoum mnamo Machi elfu mbili na ishirini na tano RSF imeongeza mashambulizi yake katika maeneo ya Darfur, hususan El-Fasher, mji wa mwisho mkubwa unaodhibitiwa na jeshi la Sudan katika mkoa huo. Pia wamekuwa wakishambulia kambi nyingine kama Zamzam, ambayo ilivamiwa mwezi uliopita na kulazimisha wakazi zaidi ya laki nne kukimbia makazi yao. Zamzam, iliyowahi kuwa hifadhi kwa hadi watu milioni moja ili iliyoko kuwa eneo la maafa baada ya uvamizi ulioacha miili barabarani na mateso ya raia, huku misaada ya kibinadamu ikikwama kuingia katika eneo hilo. Vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudani sasa vinaingia mwaka wa tatu, vikigawa nchi hiyo ya Afrika kaskazini na mashariki: jeshi la Sudani linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati, RSF na washirika wake wanadhibiti karibu na Darfur yote na maeneo mengi ya kusini. Katika siku za hivi karibuni, RSF wamezidisha mashambulizi yao kote nchini, wakilenga kudhibiti njia za usafirishaji wa misaada na maeneo ya kimkakati. Shirika la Emergency Lawyers, mawakili wa dharura, linalofuatilia mgogoro wa Sudani limeorodhesha matukio ya ukatili unaotekelezwa na pande zote mbili. Jumapili, shirika hilo lilituhumu jeshi la Sudani kwa kuwaua raia kumi na nane wasiokuwa na hatia wakiwemo watoto wanne katika shambulizi dhidi ya kijiji cha Al Ahmadi jimbo la Konfani kusini wiki iliyopita. Shambulizi hilo lilifuatiwa na uporaji wa makazi na soko, kutiwa kizuizini kwa wanaharakati na wakazi kulazimika kutoroka kwa miguu kuelekea miji na vijiji vya jirani. Wakati mashirika kima ya kimataifa ya misaada na haki za binadamu yakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia, hali ya usalama inazidi kuzorota na matumaini ya suluhu ya haraka yanaendelea kufifia. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili ufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.